Tunaanza kumwona mchizi hapa akimtaka mwanamke wake akaongea na msela ambaye ni jirani yao atoe gari yake ili wao wapite, lakini msela aligoma kinoma, tena kwa dharau kubwa. Naambiwa karibu kwenye bonge moja la filamu, mtu wangu. Linaitwa Elet of Love, yani barua ya upendo. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Asubuhi kumekucha, anataka kwenda kazini huyu mchizi, anaitwa Grant. Akuta gari imeziba getini pale, ikabidi amuulize mlinzi wao kuwa hii gari ni ya nani. Huyu mchizi ni mlinzi wa hapa, anaitwa Basil. Basil akamwambia kuwa ni mpangaji mpya ambaye amehamia hivi karibuni kwa hiyo meneja ya nyumba amempangisha mtu bila kusema. Ni mtu mmoja hivi membamba na mzuri sana, ni mwanamke. Nimeletewa wakala mwingine wa shetani hapa karibu sasa. Naona mchezi akupendezwa kabisa na ujio wa bibie hapa. Akamwagiza kwa hasira Basili, kama vipi akamwite ili ajatoe gari yake pale. Basili akagonga hapa, ikatoka pesi moja ya kwendo, naambiwa ipo kwenye usingizi mzito, naambiwa huyo anaitwa Lauren. Basili akamweleza kuwa akatoe gari yake pale, kuna mtu anataka kutoa gari yake, lakini bibie akamwambia gari yake liharibika, hivyo labda mpigie fundi aje aitoe pale. Basili akagoma kino Wakati wanaongea pale Grant akawa ameingia, sijiwe ni nani, nataka ukatoe gari yako pale haraka sana, nina kikao mimi nawayi, kama nikikosa hicho kikao utalipia. na kwambia, samahani, gari yangu ilizimika pale wakati natoka zamu yangu ya usiku kazini, kwa hiyo naomba nimpigie fundi wangu aje aitoe pale. Mchizi alimandi kinoma, bibie unaambiwa, kwa hiyo mimi niende nikaitoe niiweke kichoni kwangu ndo niitoe pale, sindiyo au niagize taksi wakati na gari ndani? kaitoe gari yako pale, lakini lile siyo kosa langu mimi. Mchizi alimwakia sana bibie, akahisi kafanya makosa makusudi. Kama umeshindwa kuwa mwelewa basi kaichukua ile gari pale, uiweke kwenye kicho chako uitoe pale njiani, sawa. Bibiya akasepa kwa siri, unaambiwa basiri. Alimcheka kinoma mchizi, unaambiwa. Grant alifoka sana pale, mwisho akawa mesepa zake. Lauren akaamua kumpigia simu meneja wa hizi nyumba kumweleza kuhusu usumbufu ambao ameupata kutoka kwa jirani yake. Bibiya alifoka sana pale, unaambiwa. Mchizi naye upande wa pili huku akampigia meneja wa zile nyumba kumpa malalamiko yake. Alimfokea sana meneja juu ya tatizo ambalo amekutana nalo asubuhi. Kama nikikosa ule mkataba nitawashtaki wewe na huyo mpangaji wako sasa. Baada ya muda wa kupita, Granti amerudi zake usiku, leo akawa amelewa kinoma, yani wakumfungulia geti hayupo, ikabidi afungue mwenyewe tu mchizi. Kaingia na ndinga ndani, mziki mnene kwenye gari unaambiwa, halafu yuko na bebe kwenye gari, yani wote wako maji unaambiwa. Sasa zile kelele za mziki zikawa zimemshtua Laureni huku, ikabidi achungulie dirishani ajue tatizo ni nini. Akamkuta mchizi yuko bizi na bebe mkali, anacheza tu unaambiwa, watu wakaendelea kuselebuka tu pale. Sasa leo Granti ametoka zake mishemishe, akakuta ile gari imepaki pale pale mlangoni, ikabidi ashuke ili zungumze na mlinzi. Baada ya kukwambia yote yale, bado umeruhuswa paki hapa? Basi ile akajitetea kuwa hakufungua yeye geti. Mchizi akaagiza aitiwe yule bibie. Ghafla Lauren akawa ametokea pale. Una matatizo makubwa sana wewe, inakuwaji napaki hapa mlangoni, unaziba njia ya kuingilia. Sikulaumu wewe, na mlaumu huyo sponsor wako aliyekukodishia hii nyumba. Kama unawalipia nyumba malaya wako wa bei rahisi ni wewe, sio tatizo langu mimi. Mimi napambana kwa pesa zangu, nakwambia. Wote huwa mnasema hivyo tu. Mchizi akaagiza bibie aitoe gari yake pale. Naweza kufanya chochote hapa kwa sababu nimelipia mimi kama nitakuwa nimekukosea, jiue. Bibiye akasepa kwa dharau na mbiwa dawa ya jeuri ni jeuri tu. Mchizi akahisi anadharaulika kinoman, hasira zote akazimalizia kwa basiri hapa. Baada ya songo mbingo kupita, bibiye akampigia simu tena meneja akimlalamikia kuwa anasumbuliwa na mpangaji mwenzake, na wakati anataka kuhamia alimwambia namna kazi yake inavyompa mawazo. Bibiye alifoka sana na mbiwa, mwisho akamwambia kuwa itafika hatua atatafuta sehemu nyingine itakaompa amani. Meneja alipompigia mchizi naye akadai kuwa bibiye hana heshima kabisa, hata kwa watu ambao wamemzidi umri. He Hivyo akamwambia kuwa ampigie mwambie atoe gari yake pale mlangoni, ili akirudi asikute pale. Sasa mchizi leo akiwa anarekebisha ndinga yake hapa, akapita Lauren, alikuwa amependeza kinomu, unambiwa mchizi alipomwona tu akapagawa, unambiwa mwone, huyu mtoto wa Jezebel anajaribu kuwatega wanaume kwa, kwa mavazi yake, hawezi kunipata mimi. Nitahakikisha naondoka kwenye hii nyumba, nilimwambia meneja alete mtu ambaye anajielewa, ameenda kumleta malaya wake, ona sasa, mjinga kabisa huyu. Leo Lauren amekuja kutembelewa na mpenzi wake hapa, huyu mchizi anaitwa Pedro, wapo kwenye mahusiano kwa ka Miaka mitano sasa na Pedro anaishi zake Canada huko. Mchizi alipasifia sana hapa ndani, unaambiwa bibie alishangaa kinoma kumwona mchizi yuko hapa. Pedro akamwambia kuwa alitaka amfanyia surprise tu na akamwambia hawezi kurudi tena Canada bila kufunga ndoa na yeye. Utani wa hapa na pale ukaendelea baina ya ndege wapenda nao, mchizi akamwambia Rani kuwa ana njaa kinoma, yaani kama vipi akampikie maana amemisi mapishi yake. Bibie akasepa jikoni, muda kidogo ukapita. Pedro akaaga na sepa zake kwenda nyumbani. Wakiwa hapa nje wanaagana, mchizi akawa ameingia nanninga yake hapa, bibi alipomwona tu akamtaka Pedro asepe kabla ya yule kichaa hajaanza kufanya maajabu yake. Sasa wakashangaa kumwona mchizi amepaki gari yake getini tena ameziba njia ya kupitia, yaani mchizi kwa mbwembwe, huku akipiga miruzi, akashuka na kuelekea ndani. Sasa mchizi alipomtaka atoe gari yake pale, granti akamwambia kuwa anapaswa muulize mpenzi wake namna ambavyo wanapaki gari hapa, kisha akasepa ndani akidai kuwa anaenda kupumzika amechoka sana. Pedro alimaindi kinoma lile tukio, Laureni ikabidi amtulize tu kwanza mpenzi wake, naendaje nyumbani sasa magari yangu iko hapa na nashindwa kupitisha nje. Kuna vichaa wengi sana kwenye nchi. Ndiyo jirani yangu ni kichaa kabisa, tena umjui tu. Sasa mda kidogo ukapita, Lauren leo akiwa na sepa kazini akapewa taarifa kuwa kuna mteja anapaswa kumuhudumia nyumbani kwake. Akaomba pewe namba za huyo mteja ili apange naye ratiba ya kupata huduma usiku wa leo. Bibie akiwa anaongea na mpenzi wake akamwambia kuwa weekend yake bado haijaiweka sawa kwa sababu ana mteja wake wa kumhudumia nyumbani kwake, hivyo kesho ataongea naye ili aiweke sawa ratiba yake. Bibie leo kampigia simu mteja wake nakujitambulisha kuwa yeye ni Dkt Lauren. Wakati wanazungumza sauti ikawa inasikika pale pale, yani kumbe mteja mwenyewe ni Grant unaambiwa. Dkt Lauren alishangaa kinoma yani, Granti akagoma kuhudumiwa na bibiye kabisa. Sasa Pedro akawa amekuja kumtembelea mpenzi wake Dkt Lauren, hapa akawa namuuliza alifanyaje alipojua mteja wake ni jirani yake mkorofi. Mimi sijui kama huyu mtu ana mwanamke ambaye anaweza kumzoea kabisa, wapo na asilimia kubwa wanawake wa Nigeria wanavitu wanavipenda kwa wanaume. Hadithi za hapa na pale zikaendelea. Mtu wangu leo ilikuwa ni sherehe tu hapa ndani unaambiwa baada ya sherehe mchezi akamwambia bibie kuwa ni wakati wa kuanzisha familia sasa. Bibie akakubali na mipango mingi ikaendelea kupangwa pale. Mtu wangu, asubuhi kumekucha, watu wanaenda mazoezini unaambiwa. Kitendo kile kilikuwa kinamkera sana Grant unaambiwa. Kwenye maisha haya unakaa nyumbani kwa mwanamke unakula chakula chake na mwili wake kwa wakati mmoja, huyu mwanamke ataleta mwanaume mwingine tu hapa, subiri tutaona. Lauren na Pedro akiwasebren, Lauren akaokota simu ya rafiki yake wa siku nyingi ambaye anaitwa Oji akamwambia kuwa anategemea kuja Lagos siku chache zijazo. Dr. Lauren Man. Kwa sababu atakuwa amepata kampani. Utani wa hapa na pale ukaendelea, mtu wangu Grant, kama kawaida yake, leo amerudi nyumbani akiwa amelewa kinoman, kwenye ndinga yake amebeba warembo wawili. Unaambiwa mziki ulikuwa juu sana, unaambiwa mchizi aliyakata sana pale nje. Unaambiwa zile kelele za mziki zikamshtua Dr. Lauren huku chumbani, ikabidi akatazame nini ambacho kinaendelea pale, akamkuta mchizi anayakata na mademu wawili. Unaambiwa mchizi hakujali kama anawakera majirani wala nini, akaendelea kuyakata tu pale. Unaambiwa Pedro naye ikabidi aje atazame nini ambacho kinaendelea. Hapa anafanya nini huyu na madaimu wawili baby? Hiyo inaitwa threesome, ni ulimbukeni wa mapenzi huu. Sidhani maana ni maamuzi tu haya, una maana gani ushei kufanya. Mchizi kusikia vile tu, akaomba wakalale, akutaka stori nyingi, unambiwa maana akiendelea anaweza kuzingua tu hapa. Kisha wakarudi kulala, mchizi aliserebuka kinoma pale, unambiwa mwisho akawapeleka ndani kumalizia sherehe yake. Hatimaye Oji amekuja kumtembelea rafiki yake Dr Rauren leo. Kwa hiyo umekuja Lagos kufanya nini? Hapa kuna rafiki yangu ametoka Marekani, ameniagiza nije kula naye maisha hapa, nimekuja naye hapa Oji ni malaya kinoman. Alipofika tu hapa akaanza kuulizia wanaume, stori za hapa na pale zikaendelea kupigwa na marafiki wawili. Unaambiwa usiku wa leo, wakati wanapiga stori zao hapa, Oji akamuulizia Pedro kama na mpango wa kumuoa Dr Lauren, lakini Lauren akamwambia kuwa hata Pedro amemgusia hilo swala, lakini kwa sasa bado, kama mwezi mmoja hivi atatoa maamuzi yake. Oji alilisifia sana penzi la rafiki yake kwa kukaa takribani miaka mitano hivi wakiwa kwenye mahusiano. Sasa leo Grant akawazake bizi na simu, Oji akamwona mchizi, alimtamani kinoma Yani jamani, huyu mwanaume ni mzuri. Kama nisipomuonja huyu nitakuwa najikosea mimi. Yani ni mzuri jamani, ngoja nikaongea na Lauren. Laureni akawa anajiandaa kuondoka hapa, Oji akawa ameingia. Kwa nini hukuniambia kuwa unaishi karibu na mwanaume mzuri hivi? Haumjui tu, yule ni mkorofi sana. Yani hilo alinihusu mimi? mimi nimempenda, na lazima nilale naye. Yani nikwambie kitu, hapendi wanawake yule. Sio kwangu, hebu niangalie. Laureni akamtakia kila heri rafiki yake pale kisha akasepa. Wakati mchizi anatoka, Oji akajishobokesha pale, lakini mchizi alikuwa busy mambo yake tu pale, hakujibu wala nini. Bibi alishangaa kinoma yani, Lauren anacheka tu pembeni. Unaambiwa mchizi kawasha ndinga kisha kasepa, lakini Lauren alicheka sana pale yani. Unacheka nini sasa? Sikukuonya wewe, bora umejionea mwenyewe. Nachelewa kazini mimi, kwaheri. Bibi leo anajiandaa kwa ajili anajianda ya mtoko na mwanaume wake Pedro. Ghafla simu yake ikawa imeita, alipookota tu Pedro akamwambia kuwa amepata dharura, hivyo mtoko wa leo hautawezekana tena, labda wafanye kesho. Bibi alichoka kinoma kinomo. Bibi akawe maketi zake sebuleni, akaja oji hapa. Alishangaa kinoma kumuona hapa wakati alikuwa na mtoko huyu. Akamwambia kuwa Pedro amepata dharura hivyo mtoko wako umekufa. Woo, naenda wapi sasa? Na hukuniambia kama una mtoko leo? Mbaba wangu amenipigia simu, akaniomba nikaonaye naye, kwa hiyo usinisubiri. Bibie alimsifia kinoma Oji kuwa amependeza hapa, kisha Oji akawa amesepa. Hauwezi kuamini yani, Oji yupo kwenye mahusiano na mpenzi wa rafiki yake Pedro, na aliyewaona alikuwa ni Granti hapa jirani wa Lauren. Alishangaa kinoma kuona hapa watu wanaendelea kula bato na mbiwa. Mchizi ya kujali sana wala nini Akawaacha waendelee na batalao. Dokta Laureni asubuhi, anataka kutoka na gari yake, njia ikawa imezibwa hapa, alipiga sana honi, unaambiwa mwisho. Akatoka kwa hasira kwenda kumfokea mchizi, akihisi amefanya makusudi hapa. Alipofika tu pale, akamfokea kinoma, lakini mchizi akamwambia kwa upole kuwa miguu yake haifanyi kazi kabisa, ndiyo maana hawezi kutoa gari hapa. Akaomba msaada pale, Laureni ikabidi amwita Basili ili wampeleke ndani, bibiye akampa matibabu ya awali pale. Mwisho akamwachia maelekezo Basili kama mchizi akiamka, basi ampigie bibiye ili ajue kinachoendelea pale, bibie akawa amesepa. Muda ukawa umepita, mchizi ameamka, leo yupo sawa. Akamshukuru sana bibie kwa kila ambacho alikifanya jana. Pale akataka kuendelea kuongea naye, lakini bibie hakutaka kabisa, akasepa zake. Hili jambo lilimuumiza sana mchizi. Kama kawaida tena, usiku wa leo hoja, anakula bata na mpenzi wa rafiki yake. Hapa wanatanua tu, hawajali wala nini, unaambiwa Granti akawa amewaona tena. Alishangaa sana kwa hili. Kwa nini wanamuumiza mwanamke mzuri kama huyu? Kwa nini wanaume tunapofushwa na vitu vya kijinga? Sasa huyu ana uzuri gani wa kumzidi Lauren napas kumwambia kinachoendelea huyu ana moyo mzuri sana, yule binti. Sasa asubuhi ya leo, Pedro anainjoi na Lauren hapa. Granti akawa amewaona, na pasa nimsaidia huyu msichana kutoka kwa huyu jamaa, maana anamtesa tu huyo. Leo Granti akiwa ndani akasikia mlango na gongwa. Alipofungua tu akakutana na hiki chuma hapa. Ehe, nikusaidia nini? Haujanitambua? mimi ni rafiki wa jirani yako, naweza kuingia ndani? rafiki yangu hayupo na ninahitaji kampan. Mchizi akamgomea bibie asiingie ndani kabisa, Oji hakuamini kabisa, ili mchizi akafunga mlango kabisa. Bibiye alishangaa kinoma kuona kakataliwa na mchizi. Usiku wa leo mchizi anawaza kinoma na namna gani ambavyo anaweza kumfikishia taarifa Lauren kuhusu penzi la Oji na mwanaume wake. Mchizi aliwaza sana yani, akahisi pengine akienda kumwambia anaweza kuhisi anamtaka yani, mwisho akapata wazo la kuandika barua bila ya kujitaja jina lake. Ikabidi aiandika asubuhi, yani asubuhi kumekucha, mchizi akaanza kuandika barua yake ambayo aliipa jina la Elet of Love, yani barua ya upendo, kisha akaeleza kila kitu ambacho alikiona kwenye ile barua, lakini mwisho wa kuandika jina la mwandishi. Sasa wakati mchizi anaenda kazini, akamwomba basiri aongee naye kidogo, akampatia barua na kumwambia kuwa ampe Lauren akiwa peke yake. Usimpe hiyo barua akiwa na rafiki yake, sawa? Mpa akiwa peke yake. Basiri akachekacheka pale, mwisho mchizi akampa na noti pale, alifurahi kinoma. Basiri, unaambiwa mwambie barua imetoka kwa mtu ambaye haumjui hata wewe, sawa? Basiri akawa amekubali pale. Sasa Dr. Lauren amerudi zake kutoka kazini, basiri akawa amemfikishia ile barua pale, mchizi katimiza masharti ya kumkuta peke yake hapa, na hata alipoulizwa imetoka wapi akamwambia kuwa aliyempa hata yeye hamjui kabisa. Bibiye amefika zake ndani, ikabidi aifungue ile bahasha ili asome kile ambacho kimeandikwa mle ndani. Bibiye alishtuka kinoma kuona ule ujumbe, hakuamini kabisa kama mwanaume wake na rafiki yake wanaweza kumzunguka vile. Muda kidogo ukapita, Grant amerudi kutoka kazini, ikabidi amuulize Basiri kama amempa barua Lauren. Basiri akatoa ya ripoti yake kuwa amempa akiwa peke yake kama alivyomwagiza tu, mchizi mchizi akasepa zake. Bibiye akaendelea kuisoma zaidi ile barua, mwisho akampigia rafiki yake kutaka kujua kama atarudi leo. Oji akamwambia kuwa anarudi nyumbani. Bibiya akamwomba Mungu ampe nguvu na akili ya kulitatua hili tatizo. Oji amerudi nyumbani spidi unaambiwa, akaweka vitu vyake sebleni kisha akapitiliza bafuni. Laureni akachukua simu ya Oji na kuandika namba za Pedro. Meseji alizozikuta zilimtisha kinoma, unaambiwa akarudisha chapu ile simu alipohisi Oji anarudi. Laureni akajifanya usingizi umemkamata kinoma, akaomba kwenda kulala tu. Bibiya alipofika chumbani alilia kinoma. Yan. Aliona udhibitisho wa kila ambacho ameambiwa kwenye ile barua. Roho yake ilikuwa na muuma kinoma. Yan. Kwa nini hawa watu wamfanyie vile? Yani, asubuhi kumekucha, Basili anacheza zake mziki hapa, yani ni huu mtu popompompo, anamsifia sana mtunzi wa huu wimbo na ile style, unambiwa ni popompompom. Ghafla akaingia Lauren, leo amekuja kumuuliza Basili nani alileta ile barua, lakini msimamo wake ukabaki ule ule kuwa hamjui alileta ile barua. Laureni alikuwa amevimba macho kwa kulia, unambiwa ndiyo maana alikuwa na miwani mda wote. Bibi amerudi na mazagazaga kibao, unambiwa akakutana Oji hapa. Uliko wapi? Maana nimekutafuta sana huku ndani sijakuona. Nilienda kununua vitu vya jikoni. Unajua nimemwalika Pedro aje kwa ajili ya msosi wa jioni, ili mkutane hapa ndege wapenda nao. Ni wazo zuri sana hilo. Vipi, mbona miwani tena? Sikulala vizuri tu jana usiku, macho yangu ni mekundu, kwa hiyo ndio maana nimevaa miwani. Oji akawa amebeba vitu pale na kupeleka jikoni. Unaambiwa wakiwa wanapiga msosi hapa, Oji na shemeji yake Pedro walikuwa na furaha kinomu. Unaambiwa muda wote wanapiga stori wawili tu pale, Laureni anawatazama tu pale na imani. Mmefurahia chakula sasa, eh? Wewe ni mpishi mzuri sana duniani. Bibie akawa nakata yepo kwa nguvu unaambiwa Pedro ana bahati sana kuwa na wewe. Hiki chakula ni kitamu sana yani, sidhani kama ni kweli. Nafikiri nyiye ndo mna bahati kuwa pamoja. Bibie alikuwa na hasira kinomu na mbiwa, beb, uko sawa? Usije kuniuliza tena hivyo. Bibie akachafuku na mbiwa, naomba mniambie ni kwa mda gani mmeficha hili, au kwa sababu siyeweka sumu kwenye chakula chenu eh? Mwanaume uliyemfata ametoka Marekani ni Pedro, si ndiyo? Aibu ikamkamata shoga mtu pale. Kipi nilikuwa sikutosherezi wee beb? Kisu hicho kisu hicho. Bibie akawataka wamalize chakula, kila mmoja aweke vitu vyake asepe hapa ndani. Hivi kama ungekuwa wewe umefa hivi ungewafanya nini hawa watu? Laureni kwa asili ametoka nje na mlinzi akawa namzuia hapa sasa. Wakati anamzuia bahati mbaya akadondokea barabarani kidogo agongwe na gari ya granti hapa mchizi, ikabidi awahi kumpa msaada. Bibie akambeba na kumpeleka kwake. Upande pili huku pedro amechanganyikiwa kinoma an yani. Oji akaja na begi lake hapa, kisha akamtaka pedro aondoke naye pale. Nilikutosheleza hamu zako zote za kimapenzi, ukasema mimi nakuridhisha zaidi yake. Wewe unachojali ni mapenzi zaidi, sindiyo? siwezi kuwa na wewe mimi, tafuta mwanaume wako, unazeeka ujue na nifuate mimi. Mchizi akawa amesepa upande wa pili huku, laureni anabembeleza na granti hapa. Nimekuwa mwaminifu kwa pedro miaka mitano sasa lakini amenisaliti kwa rafiki yangu, nimemkosea nini? Mchizi akaendelea kujipakulia minyama hapo na mbiwa bibie alilala hapa kwa muda mrefu sana na mbiwa ili ameshtuka tu, ikabidi aulizie amelala hapa kwa muda gani, lakini kichwa kilikuwa kinamzingua kiasi. Nikuletee chakula. ni saa ngapi sasaivi? saa mbili. Bibiye alishtuka kinomo na mbiwa akataka kusepa pale, mchizi akawa amemzuia, lakini bibiye akalazimisha kiasi, mwisho mchizi akamruhusu mchizi. Kumekucha leo amekuja kumjulia hali bibie na mwisho akampa mwaliko wa kushiriki chakula cha asubuhi pamoja. Bibie akaomba jiandae kidogo hivyo ataenda kushiriki pamoja naye. Mchizi alikuwa ameandaa breakfast tamu sana naambiwa, bibie ikabidi ashangae kwanza. Sikujua kama nyuma ukorofi wako ule ulionionyesha siku ya kwanza, kuna uzuri wako pia upande wa pili. Mchizi ikabidi aombe msamaha tu kwa kila ambacho alimfanyia bibie siku ile. Yule sikuwa mimi. Ehe, niambie ilikuwaje? Nilikuwa kwenye mahusiano na mwanamke ambaye nilikuwa nampenda, alikuwa naishi kwenye nyumba ambayo wewe unaishi yangu akaja kutoka Abuja na akalala na mwanamke wangu Pedro. Leo amerudi kwa Lauren huko akitaka kuomba msamaha kwa bibie. Mchizi akataka kuingia ndani lakini alikataliwa kinomo, na mbiwa najua baby, nimekosea, lakini tuvunje uchumba wetu wa miaka mitano kisa yule mwanamke? sijafanya hivyo kwa ajili ya kile kitu. Bibie akasepa ndani, na mbiwa leo Lauren na Grant wapo biza wanatazama filamu kwa pamoja hapa mwisho, wakajikuta wamezama kwenye hisia nzito, na mbiwa mibusu ya mani ikatembea pale mtu wangu. Hadithi nzuri ya mapenzi ikaendelea kuandikwa baina ya ndege hawa wawili. Aaya, mtu wangu, kumekucha. Bibie akataka kusepa kwenda kwenye geto lake, mchizi akamgomea kinoma. kwa nini si tusiitumie hii siku pamoja? Bibie akawa amekubali pale, lakini akaomba kama vipi aende kaandaye chakula kwanza. Mchizi naye akaomba kuongozana naye leo. Jikoni hapakuwa panapikika, yani ni michezo ya hapa na pale inaendelea pale, mtu wangu. Hivi wewe ukiwa kwa mpenzi jipya, kuna kitu gani ambacho huu unapenda kukifanya na mpenzi wako? Tuandikie maoni yako hapo kwenye uwanja wa comment. Mchizi leo amemletea zawadi ya cheni bibie, na hii cheni imeandikwa a letter of love. Bibie alifa sana yani, mchizi akamvalisha pale na nini, bibiye akafurahishwa na yale maandishi ambayo yalikuwa yameandikwa pale. Mwisho akamkumbatia mchizi kwa furaha, unambiwa lakini akakumbuka kitu pale, kwa hiyo ile barua uliandika wewe? Mchizi akawa amekubali hapa, bibiye alishukuru sana, unambiwa, uliokoa sana maisha yangu, na wewe umeokoa sana maisha yangu pia. Penzi shata shata likataradadi pale, unambiwa, na huo ndio ukawa mwisho wa tambala hili, mtu wangu. Hii ni Zurio TV na mimi naitwa Rio. Endelea ya kukomenti, kushera, kulaiki, kusubscribe youtube channel yetu ya Zurio TV.